Chakula kabla tujaanza, mm, baby lazima tusali tumshukuru Mungu kwa ajili ya chakula na kila kitu sawa. Baba uliketi tumepa <laughs> juu tunakushukuru sana kwa muda na wakati huu. Nasema asante kwa ajili ya chakula hichi. Ulisema mwanaume atatafuta kwa jasho na sisi wanawake tutadaka uchungu. Nimekuwa nikimwambia mume wangu tangu wiki iliyopita kwamba mafuta ndani yametuishia. Umekuja. Lakini naona kwa maneno ya kibinadamu hajielewi. Nakuomba uongee naye ili labda aelewe kwamba mafuta ndani ya kula imeisha pamoja na macho. Baba, nakuomba umpe macho ya roho kwa sababu macho ya nyama imekuwa ni ngumu yeye kuona. Nywele zangu zimefumuka, natamani umpe kibali cha yeye kuwa anajiongeza, anipe la kusuka bila hata mimi kumuomba. Naamini baba utanena naye, baba mbinguni. Tangu mwezi umeanza nikiwa nikimpigia kelele, naomba upitie pale Kiwi Beauty Store, barabara kabisa ya kuelekea kazini, anapita pale mbele yake pale Kiwi kila siku. Nikamwambia mume wangu, hapa nisaidieni nini, basi moisturizer cream. Ngoja nikuonyeshe si na mfano wake, baba, ni kama hapo Naomba mkumbushe Baba. Mlango sikuja nimekuwa kichelewa kwa duty nyumbani, anarudi saa tano saa sita, nimekuwa nikiongea naye fa Achilia. Baba, baba, baba. baba kwa ajili ya ndoa hii kwa ajili ya chakula hiki Naomba nikiamini. Amen. Karibu mwangu chakula au nikulisha bibi wangu